Naam, kama kawa, kama dawa, ni siku nyingine tena ndani ya Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Bwana, mimi naitwa Ali Upuji kuntunye kidimdimu Mwandela bwana, tuko kama kawaida, maeneo ya posta jijini Dar es Salaam. Kikubwa tumekuja eh, kuwaelimisha watu na kuweza kufahamu ufahamu wao kuhusiana na namna jinsi gani ya UTT AMIS uwekezaji, au sio? Kiujumla e bwana, nimekuambia tuko ya bibi bibi bibi, bibi bibi <laughs> bibi. Bibi bibi. Kumbe si binti tu. Mambo Bibi, shikamoo. Aah, bibi tulikuwa tumekusubiri kwa wiki bibi. Ah salama tu. Mambo unasemaje? Mimi mjukuu wako naitwa Ali Upuju natokea UTT. Bibi yangu naitwa nani? Mimi naitwa Zipora. Zipora, umetokea hapa Dar es Salaam au mkoani? Mimi niko Dar es Salaam. Dar es Salaam hapa. Okay, una mda gani umeweza kuifahamu UTT ya uh, bibi yangu? Ndio sasa wananielewesha sasa hivi. Okay. Wanakuelewesha. Eh. Na bado hujajiunga manake? Bado. Okay, kujiunga niamia hapa kwa mama. Mama, shikamoo. Kwema kabisa? Kwema. Uh, kwa ufupi tu umeniambia umemshawishi bibi mpaka leo hii ameweza kuja katika ofisi za UTT. Labda kwa upande wako UTT umeweza kuifahamu na muda gani mpaka sasa wa. okay. so, na labda na dada yetu hapa umemshawishi katika mfuko gani dada? Mambo <laughs> Kwema? Ni mara ya kwanza mama amekushawishi ndio umeweza kujiunga? Alishawishi. Alisha, toka ni mwaka juzi kwenye mwaka juzi hivi, lakini mambo yakawa yakawajakasa. Kwa hiyo hivi mwezi wa kwanza ndio nikajiunga na Liquid Fund. Ukajiunga mm. na liko. na sawa. Mimi mimi kwa upande wangu nikipenda niamie kwa bibi na mimi ni muongezee minyama minyama nyama eh, bibi, mm. nataka minyama nyama eh? nataka mjukuu wako kidogo. Bibi yangu uh, UTT ni taasisi ambayo iko chini ya serikali. Ndio. kupitia Wizara ya Fedha mm. inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Maana yake kila unachokiweka kidogo kidogo yawezekana kikaja kikakusaidia katika malengo yako ya baadaye. Mm. Lakini kwa bibi yangu wewe mimi nikikuangalia katika ile mifuko yetu sita. Mimi ningependa kukushauri kuna mfuko wa bondi na likwidi, hii ingeweza kukusaidia wewe kutokana na ile labda, bwana mimi sasa hivi mzee, naweza nikachukua pesa yangu muda wote nitapokuwa nimekwama, unaelewa? na inawezekana pesa yako, hata ikitokea labda umepata changamoto, bibi yangu unaweza ukaitoa. Naam. Nazungumzia katika taasisi za uwekezaji ambazo zenye faida kama UTT. Kwa sababu sijawahi kuwekeza, yeah, siweze okay, kujua. Uweze kujua. Labda mamangu kusikia kwamba labda inapotokea umepata changamoto mtu labda huko mkoani si ndio, unahitaji hata milioni tano. Na hicho ndio ninachokifahamu na ndio maana pia huwa na opt UTT kwa sababu I know about treasury bonds, okay. Lakini najua kwamba ukiweka kule hela mm, hutoitoa kwa muda unaohitaji wewe ni mpaka ambapo itakuwa imemachua, okay. Kwa hiyo naona kwamba UTT pia nayo ni kama backup kwamba unaweza ukaendelea kupata faida okay, na at the same time ukipata dharura ndani ya siku tatu, najua naweza nikapata pesa. Yeah, pesa. Sasa yeah, labda kwa chochote ambacho ungeweza kuwashauri tofauti, labda na bibi, inawezekana kuna wengine hapa wanaotazama kupitia social media zetu za UTT, lipi hasa ungependa kuwaambia? Inawezekana wamechelewa umeweza kumuunga labda dadangu leo, bibi, naamini kesho kuna watu wengine utakuja nao hapa, utakupa ubalozi, unajua ndio utupe ubalozi. <laughs> ya mimi nashauri huwa na convince na na watu wengi, kila ninapopata nafasi, wafanye uwekezaji kwa sababu inakutengenezea pia discipline ya maisha yako na, na, na kujiwekea akiba na wakati huo huo kupata tena kipato zaidi tofauti na benki, kama ambavyo wenyewe mnatuambia benki wenyewe wataendelea kukata tu service charges zao lakini huko, at least unakuta kidogo kumeongezeka pesa, unapata okay, yani, faida statement yake ili akija mwezi wa nne yeah. Ni nimwonyeshe faida ambayo amepata kwa muda huo amba ambao yuko shule nice. Dadangu naamini na naweza kaa nimwajiriwa au labda ukawa umetoka huko okay, sawa mwanafunzi duseme, si ndivyo? Una lolote la kuambia mabinti wenzio dada zako kupitia hili la UTT na uwekezaji mimi, uh, nawahamasisha tu vijana wenzangu wapende kujenga tabia ya kuwekeza okay. kwa sababu ni kit, katika maisha haya ya kawaida ya binadamu changamoto ni kitu ambacho huwezi kukitabiri sure. kwa hiyo kwa kuwa na sehemu ambayo umewekeza pesa yako, hata kama ni kidogo, vipi inakuwa inakupa garantii kwamba kesho kesho kutwa, umekwama sehemu, una kitu ambacho kinaweza kikakusaidia okay. okay. Bibi yangu na lolote la kuzungumza? si na ila nimefurahia tu lile ongezeko mm. la kua eh. Unaweka hawakati ila wa... eh. Unapata faida badala yake wanakusaidia faida kidogo. Eh. Michu... Bibi, um, nyumbani wapi? Hiyo ndio imenifurahisha mimi. Nyumbani kwetu ni Kagera Muhaya. Hapana, mimi mwangaza ah, ah. Lakini naamini inawezekana kuna waangaza wanakutazama sasa hivi mm. eh, wapo wanakutazama. Hebu unaweza ukaambia waangaza kwa kiangaza kwamba wakaribie UTT kuna manu, kuna manufaa mengi e, wasichelewe. Waambie kwa kiangaza, wako wapi sasa? wana Pale wanakutazama wanatazama wewe bibi, amini mimi, ndo nakwambia, wako pale wanakutazama <laughs> eh, hey, hey, wako pale pale wanakutazama bibi, waambie waambie kwa kiangaza <laughs> hey, waje waje, UTT, waje kuna faida pale, hmm. <laughs> basi <laughs> <laughs> <laughs> Dubara, wewe ni mfanya biashara apa posta au ni mwajiriwa sasa? mi mfanya biashara Uh, biashara ndogo, biashara ndogo ndogo. Okay, sawa. Debora, ushakusikia kuna ile biashara zile, tuseme biashara, kuna nyie kwenu mnaitaga, si uwekezaji, lakini kwangu mimi sio uwekezaji, wanaita michezo, si vikoba, ndio? Ushakusikia, unacheza? Ndio, nacheza kabisa kabisa. Mule kuna faida na hasara. Faida na hasara zipo, lakini inadepende na yule anaenanilio anayechezesha yule ambayo tunamwita kijumbe, kijumbe yeah. Yes, lakini ukimkuta kijumbe mwaminifu haina shida, kwani kijumbe ndio huwa ambao wanaekaga mazingira mabaya ya hiyo michezo au hata mimi tu mtu wa kawaida hata pia yaani yani, faida na hasara zinatokana kwa yule kijumbe na kwa yule wale ambao Washirika wengine members ambao tunashiriki. Yeah. Unakuta wengine sio waaminifu, mtu ana atoe pesa kwa wakati, labda un, unakuta mtu alikuwa wa kwanza kupokea, akamgua kwa, kwema, ah, mambo. Mambo anasemaje? Mungu ni mwema rafiki. Eh, bana, mimi naitwa Ali Upuju, natokea UTT studio. Ni mimi naitwa Afidh Shaban. Okay. Ni mkurugenzi wa kampuni ya Agaba. Okay. Ambayo inajihusisha na masuala ya uingizaji na utoaji wa mizigo bandarini. Ah, okay. Au sasa yeah. Sasa, sasa mimi ningependa niweze kuuliza kuliza kitu kimoja Hafidhi. Yes. Uh, ni kuuliza kitu kimoja Mm-hmm. Ushe kusikia kuna taasisi inaitwa UTT? Yes, nimesikia. Labda kwa ufahamu wako mdogo, inahusiana nini hasa? I think ile ni capital market, inahusiana na mitaji mitaji, ni okay. uh, taasisi ya serikali Naisikia okay. sana japo, uh, siku more in details kuhusu, okay. hiyo hiyo taasisi lakini kimsingi Naisikia sana sawasawa. UTT AMIS okay. ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya wizara ya fedha, inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Uwekezaji tunazungumza kwamba akiba yako kidogo kidogo unaoipata unakuwa unawekeza unawekeza kwa ajili ya malengo yako ya baadaye, umeelewa eh? lakini vilevile, mwisho wa siku unapowekeza kupitia UTT maana yake unapata wastani wa faida ya asilimia 12 kila mwisho wa mwaka unakuwa unawekeza kama, mwisho wa mwaka imefika, laki tano, maana yake UTT wao watakupa wastani wa faida eh, wa ya 12% ya laki tano. Umefikisha milioni kumi, unakuwa changamoto Desha. Na UTT haina maana huwa unapeleka hela kila Jumatatu ni lazima, hapana. Kile kiakiba chako unachokipata wewe, unajua mm -hmm. mimi nimefanya kazi yangu, biashara yangu nimepata milioni tatu, unaipeleka. Lakini mimi nataka niweze kukusanua kitu kimoja bora, sehemu salama ya kufanya uwekezaji wako na ukapata faida na pili ikawa ni sehemu salama ni UTT AMIS. Soma hapa ni wapi? Cha kwanza, Debora, ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia wizara ya fedha, inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Uwekezaji maana yake kile kifaida chako unachokipata kidogo, pesa yako ambayo unaipata kidogo kidogo kidogo, kiakiba chako ndicho ukisema uweke UTT, mwisho mshu wa siku ile hela ikaja ikafika, labda mwisho wa mwaka, ile hela maana yake unapata wastani wa faida ya asilimia kumi na mbili una withdraw baada ya muda, labda umeweka pesa ndio ukawa labda pengine unataka eh, eh, unataka ku withdraw. Okay, eh, naongelea sio ile faida eh, ila yote eh, unaruhusiwa unaruhusiwa pesa yote mm. Unaruhusiwa pale endapo imetokea sio unataka kutoa, umepata changamoto tata, changi, pia eh, mpaka yeah, milioni kumi kutoa. Sasa hela yangu kumi, yote unaweza. Kutoa kuna mifuko ambayo unaweza kutoa pesa ndani ya siku tatu, lakini kuna e, e, ya kazi, lakini vile vile kuna, kuna mifuko ambayo unaweza ukatoa pesa ndani ya siku kumi za kazi. Lakini kuna mifuko ambayo unaweza ukatoa pesa yako yote ndani ya siku tatu aa, na iko kwamba labda pengine una mfumo, unaweza ukawa unaangalia trend kupitia kupitia akaunti yako ambayo utaifungulia katika simu inawezekana. mm. kila siku bwana afidhe, mm. ukaamka asubuhi saa 12 baada ya kuswali tu mm. swala ya, ya, ya alfajiri, mm. unakuwa unaangalia pale akaunti yako bwana, vipi imeongezeka? mm. e, naona hapa kuna asilimia kadhaa imeongezeka, okay. kila baada ya wiki unasema no mr kipresha kila baada ya wiki nataka niangalie mzigo wangu, je umeongezeka umeelewa? Na na mtaji wake, na minimum ni shilingi ngapi? Inategemea katika mifuko sita. A, kuna mfuko ambao ukianzia unaweza laki moja. Kuna mfuko ambao ukianzio elfu kumi. Naiswa Debora hmm, ni mfanyabiashara hapa posta mtaa Samora. Hmm. Leo katika pitapita pita zangu, okay, nimepata bahati hmm. ya kuelimishwa kuhusu taasisi ya UTT Amisi, okay, iliyopo chini ya usimamizi wa serikali hii, hmm. inakusaidia kuwekeza hmm. Saako. Pesa yako kwa usalama zaidi mm. bila makato ya kitu chochote ambayo kila mwisho wa mwaka unapate utapata wastani wa faida, wa faida ya asilimia kumi hivyo na yeah, mbili sio karibuni, vijana yeah. likalangu okay. wazee yeah. watoto okay. kila mtu ambaye anaweza kawekeza anakaribishwa. Kijiwe mchongo na, na UTT AMIS si. imetufikia Mama, asante sana eh. Bwana mwangalie vizuri jamani, tutampa ubalozi mama, anazidi kuleta watu eh kabisa. Kijue mchongo na UTT AMIS imenifikia. Kijue mchongo na UTT AMIS imenifikia, mimi Debora. Okay, asante sana, uh, kama walivyotoka kuweza kumsikia Debora huyu hapa tumeweza kupiga naye nice story mbili tatu kuhusiana na namna gani jinsi ya kuwekeza. Yeye ni mfanyabiashara ndogo ndogo hapa maeneo ya Kariakoo. Niliweza kumuelimisha na ni mara yake ya kwanza kuweza kuisikia UTT inahusiana na nini au sivyo? Lakini yote kwa yote ameweza kuelezea experience yake katika masuala ya uh, naweza kusema uwekezaji ule. Unaelewa? Huko katika michezo lakini mwisho wa siku amekiri kwamba huko changamoto zinaweza kutokea mwisho wa siku. Ukamkwamisha uh, mwenzio E, au sivyo. Lakini yote kwa yote Debora ametoka hapa amewashauri lakini naye ni mmoja wapo kwa watu ambao hivi karibuni natarajia utaenda kujiunga na UTT. Ukikaa hapa jengo la, la UTT unaliona lile pale. Okay, pale. Linaitwa Sukari House. Sukari House. Eh, inabidi ukifika pale unajiunga Debora unakuwa ni memba mmoja wapo ya watu ambao waliweza kuja kuwekeza mm -hmm. na UTT. Eh, bwana, sisi hatuna la ziada, namaliza hapa niko na Debora. Au sivyo? Tunamaliza kwa pamoja Kijiwe Mchongo mm -hmm. na UTT AMIS.